11 Hapo NVDA inaendelea kujipakua asilimia thelathini na moja asilimia arobaini na moja asilimia hamsini na moja asilimia sitini na moja Inakwenda kumi kumi, ee.

Eh, lete mambo hayo. Nenda kasasishe NVDA yako sasa kama mimi ninavyofanya sasa hivi. Tunasasishaje? Check for updates. Yes, hapa nimeunganisha kompyuta yangu na mtandao na internet Network, kwa na wewe hakikisha unapofanya haya matendo wewe umeshaunganisha kompyuta yako na mtandao na internet, ili ukishafika kwenye check for update ukibonyeza enter basi na hayo matokeo ya NVDA update yatajitokeza. Aha, na niko natumia NVDA hapa, kwa hiyo ili kuisasisha, ili kuiupdate nabonyeza hapa insert plus n, NVDA menu. Down arrow mpaka ufikie eneo la help.

hawa wanafanya kazi moja nzuri sana watu wa NVDA, lakini kwa sasa naenda kwenye not now, hapo kwenye not now. 1%. 11%. Hapo NVDA inaendelea kujipakua 12. Asilimia thelathini na moja, asilimia arobaini na moja, asilimia hamsini na moja, asilimia sitini na moja nakwenda e, kumi kumi eh.

Wow. Tayari yes, yes, yes. NVDA imechajisasisha, na wanasema ukisasisha programu au uki install au ukisakinisha programu, basi it's a good practice kwa wewe ku restart computer yako. Haya basi na mimi nina restart computer yangu hapa. Desktop list. Recycle Bin nabonyeza Windows Plus X. Ula lahiyo ina restart. Kwa hiyo hivyo ndivyo tunavyoweza ku update NVDA, na hapa tuna restart kwa lengo la kwamba haya mafaili ya NVDA mapya yaweze kujipanga vizuri kabisa na ili NVDA yako isikuletee majoto, isikuletee matatizo, isikuletee mangolibo, eh isi stuck stuck isi kwame, kwame. Eh, ndio maana tuna restart computer yetu mm-hmm. Hapo maana yake ni kwamba ubongo wa computer uko na start fresh, unaanza upya kabisa ukiwa na mafaili mapya kabisa ya NVDA. Hapo umesikia computer imelia, Yes, NVDA hiyo ikidia pia

Wow, basi tayari hapo, kompyuta yangu iko tayari kwa ajili ya matumizi, na hivyo ndivyo tunavyoweza kuwa update NVDA. Chao, ni Jacob Florian Chawala, once again